Bismillahi rahmani rrahim. alhamdulilahi wasolatu wassalamu ala sayidina Muhamadi sallallahu alayhi wa sallam. alhamdulilahi ladhi jaala fi samai buruja wa jaala alqamara fihinna nura. Ndugu zangu, karibuni sana na karibuni tena katika darasa zetu leo, insha Allah, kwa uwezo wa Allah, tutaelezea kuhusiana na somo linalosema huu hapa moto wa dua hizi katika kupata ufalume. Ndugu zangu, kuna watu ufalume wao kwanza. Ufalume ufalume tunakusudia nguvu zile na pawa, ndio kitu tunachokusudia. Kuna mtu anakuambia, bwana, mimi kila linalofanyika nyuma ya pazia ninapata habari. Huo ndio ufalume, bwana, ufalume uko madhubuti. Mwingine anakuambia, bwana, ninaota kesho ninaokota buku tano Kweli anakuta buku tano anaiokota. Naam, hivyo ndivyo vinavyokuwa, unaona bwana. Kwa hiyo huo ni ufalume, lakini ufalume huu unakuwa ni ufalume ambao unakuwa unaonyesha uhalisia wa kile kinachopatikana katika ima ishara au e, ndoto. Hivyo kwa hivyo ufalume huu uko madhubuti. Sasa kuna dua pia ambazo itakiwa zitumike na zisomwe ili kuimarisha huo ufalume kuna mwingine anakuambia, bwana, nilikuwa mimi nikiota nikiota ninafanya jambo fulani ninapokea pesa. Ni kweli, kesho haifiki saa saba, jua halizami au halipinduki jua, tayari nishapokea kwa mkono wangu pesa kama nilivyoota usiku hivyo. Lakini sasa mwingine anaota mahaba, unaona eh? Mwingine anaota katika hali ambayo ni kwamba anafukuzwa mwingine anaota anapaa tu, mwingine anaota huyo anafukuzwa na mjusi, namna kama hiyo. Sasa vitu vingine, kuna vitu vimekuja vikautafuna vikaumaliza nguvu na vikauswagaswaga ule ufalume. Kwa hiyo ushetani na mashetani yakachukua hatamu na wachawi na watu waovu na maadui, ndio unakuta kwamba anaota vitu vya namna hiyo. Sasa nachokusudia kwamba ufalme wako ule ufalme uweze kupata power katika hali ambayo mambo e, yani kukabili na mambo kadha wa kadha katika mustakbal. Kuna mwingine alikuwa viko vizuri sana. Mashaallah. Alikuwa yuko vyema katika maisha yake, katika harakati zake. Alikuwa yuko vizuri. Naona mambo yake alikuwa yakimwendea super. Lakini mwisho wa siku ni kwamba mambo yakaja kagauka yakawa vesi vesa, mambo yakawa ndivyo sivyo anauza genge, maskini wa Mungu, lakini mwanzoni alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na mimiliki mapesa na mapesa. Kwa hivyo, hivyo ni vitu ambavyo, katika mwili wako ukishaona kuna mabadiliko, usikae kizembezembe, basi tambua ya kuwa hapo tayari ufalme ushaingiliwa na ushaingiwa. Ukiona wewe ulikuwa ukipasua huko nyuma, basi hebu nenda katika mazingira ambayo yaliokuwa mazuri, sasa katika hali ambayo ni ya kuweza kuangalia kitu gani kinachotafuna hali yangu, basi ufalme unaenda huo. Ee, ufalme unaenda bwana, bila wewe mwenyewe kujitambua. Unashangaa mm, ulikuwa ukiota ndoto, sasa hivi huoti ndoto, unaota ndoto za kipuzi, unaota ndoto za mahaba, unaota ndoto ambazo unaanguka chooni mm? unaota ndoto, ndege anakuja na kudonyoa, si unaota ndoto si eh, unafanyaje, siju unawekwa, yani hivyo ndoto za ajabu ajabu. Sasa unatakiwa uwe makini na uangalie ufanye u utafute suluhisho la kwa nini ndoto zangu zinapotea. Sasa ipo dua hii aya hapa ambayo utaweza kuisoma kui. Ni dua gani? Allah subhanahu wa taala ndani ya Qurani tukufu hakuacha kitu, hakuacha kitu, kila kitu amekiweleza katika sura, katika aya. Zipo aya, zipo sura, na hizi hizi ni dua, na hizi hizi ni dua. Katika kitabu kimoja kinaitwa Mafatihul Abrar, kitabu hiki baadhi ya sura ndani ya Qurani zimetajwa ni dua na baadhi ya dua hizo au hizo aya au Qurani hizo sura hizo zilikuwa ni dua ambazo zikisomwa na baadhi ya mitume waliotangulia waliopita. Unaona na watu wema waliopita na ndio hizo hizo zinazotumika wewe leo unaenda kwa Sheikh Jureji unaenda kwa shehe fulani wakifika anatumia dua hizo hizo. Unaona eh? Anakusomea. Kwa hivyo hizo ukizitumia na ukizisoma vizuri katika vile ambavyo nitakavyokuelezea basi ufalume wako unakaa katika hali ya ustandard, na ufalume ukiimarika vizuri, kinga yake ikawa iko vizuri, imedhibitiwa, basi tambua ni kwamba hata adui akija hauwezi ona pa kuingia. Ufalume ule una kinga na ufalume siku zote. Kwani ufalume nini jamani? Ufalume ni kitu kikubwa, sio kitu kama cha tunavyofikiria sisi. Ufalume ni kitu kikubwa mno, kwa maana ule ufalume, kila ufalume unajua kwamba una jeshi, ufalume una askari una jeshi limezunguka huyu ufal huu ufalume sasa. Ufalume ukiwa uko vizuri, basi hili jeshi maana yake ndio linaulizi linalinda ufalume huu. Umbaya, mchawi akija rusha uchawi, jini shetani mbaya akirusha shetani, akija vibaya, basi maana yake ni kwamba ule ufalume unapata kinga, ndio wewe unakuta unastawi. Unakuta bwana, mimi napigwa sana, mimi ninaonewa sana, mimi ninafanywa sana hivi, lakini maana yake ni kwamba ule ufalume unaweza kumdhibiti ufalume wake, unaweza kumlinda ufalume wake, unaweza kumweka katika hali ya usawa. Sasa ni kipi? Allahu, nuru samawati wal ardh. Allahu, nuru samawati wal ardh. Allahu, nuru samawati wal ardh. Hii ni aya katika surati Nuru, ndugu yangu, utaisoma hii aya. Tena kuisoma kwake, utaisomea katika maji. Aya hii utaweza kuisomea katika maji ambayo maji haya ni maji ya bahari ambayo umechanganya na chumvi ya mawe ambayo maji hayo umechanganya na nyota nyeupe ukasomea Allahu nuru samawati wal ardh mpaka mwisho wa hii aya. Lakini pia, kama huwezi hiyo aya, zipo alam nashraha laka sadraka, unaisoma alam nashraha laka sadraka mara sabini na saba, sabini na saba utaisoma alam nashraha laka sadraka mara sabini na saba utaisoma inna anzalnahu fi lailatil qadr tunatambua inna anzalnahu, hakika tuniteremsha lailatul qadr, katika usiku wa cheo. Lailatul qadr khairu min alf shahr. Inasoma inna anzalnahu fil qadr mara sabini na saba utaikuja utaisoma inna a'tainakal kauthar, tumekupa heri nyingi. Unaona eh? Hapo unasomea hizi aya na hizi dua katika hayo maji hayo maji yako. Kisha baada ya hapo maji hayo takiwa uyaoge wakati unayaoga haya maji unachukua tembe saba za mchele unaziingiza ndani ya yale maji. Hiyo ni utaratibu nakupa, kuna siri zingine huzijui wewe, na hivi ndivyo mnavyofanyiwa mkifika baadhi kwa baadhi ya mashehe eh, mashallah, wanakufanyieni hivi. Sasa hizi nakupa wewe ufanye mwenyewe ili ujue kwamba Qur'ani imekuja kwa wote, haijakuja Qur'ani kwa mashehe tu peke yake, wala wanawachuoni. Wanawachuoni viongozi wetu, wanatuongoza ndio wanatufundisha kwa hiyo utambue, usiri wa haya hazibaki kwa mashehe tu, wao zibaki kwa mashehe kwamba wao wakufanyeni wa nyinyi, ili wapate pesa za kula. Nyinyi wenyewe mnajifanyia, ndio fadhila zenyewe hizi. Kwa hivyo, unachukua hizi unajisomea na unasoma katika maji hayo, unakuwa unakoga, uone Allah subhanahu wa ta'ala, ufalme wako utakuwa sawa. Sasa kuna namna gani ya kuweza kufanya sasa ufalme wangu utuame vizuri? Baada ya kutuama niweke ulinzi gani? Ulinzi uko mwingi Unachukua Ayatu Kurusiu, Ayatu Kurusiu unaiandika kwa herufi moja moja. Ushaandika Ayatu Kurusiu kwa herufi moja moja. Unaandika katika majani ya mti mmoja unaitwa mbaazi, unaandika kwa herufi moja moja, mpaka uhakikishe kwamba hata majani yawe mangapi, lakini uhakikishe kwamba Ayatu Kurusiu imeenea yale majani. Yako utayatwanga vizuri, ukishayatwanga tayari yale majani unatakiwa yatakuwa maana yake yatakuwa yamepondeka vizuri. Yakishapondeka haya majani unatakiwa uyatumie kwa kuyaweka katika maji maalumu. Maji hayo maji ya eh, aina saba: maji ya kisima, maji ya mto, maji ya mvua iliyotoka direkti moja, moja kwa moja na maji ya dafu. Maji ya dafu ni maji ambayo hajawahi kuonekana, hajawahi kupigwa na jua, yako ndani kwa ndani. Ndio maana hata kwake jua vipi dafu ukilitungua kwenye mnazi, ukilipenya, ukilimenya na ukilipasua maji yake ni ya baridi, utafikiri inatoka kwenye friji kwa hiyo maji yake yale haijawewe kupata ulimwengu, yale yanahitajika. Upate maji ya Zamzam, upate maji ya mwamba kidogo, unaona eh? Kisha baada ya hapo upate na maji ambayo ni maji gani, moja katika maji yaliyo hata, upate maji ya, ya, ya ndimu au, au ni mchuma chungwa, au, chungwa au limao. Yale pia yanakamuliwa yale pia unaona, eh kisha, kisha kamuliwa ndio anachanganywa sehemu moja. Kisha baada ya hapo dawa yako amechanganya mle ndani, unatakiwa ya yale maji utumie kwa kuyaoga. Sasa huu ni uogaji maalumu, lakini uogaji wa, wa kinga. Kabla ya kuoga yale maji unayasomea kama utaweza kusoma surati Bakara yote. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Ile surati Bakara inaposomwa kwenye dawa kama hii, ni kwamba ukaoga ufalme wako umeupatia kinga nzito. Kitu kibake kija kinaunguzwa moto kwa sababu siri ya Surati Bakara, ndugu zangu, siri ya hii sura. Yoyote atakayesoma hii sura, ukisoma tu kwenye nyumba yako kwenye nyumba yako, mashetani wanatoka huku wakiwa wanapiga kelele, kwa sababu hawatoki kawaida, wanatoka kwa, kwa shida, wanatoka kwa adhabu kali. Hatujapewa jicho la kuona, kama ungepewa jicho la kuona ukiangalia kinachotokea pale, wanakimbizwa, utafikiri ndani kuna moshi unaowaka Alafu wao wanakuwa wana, wanakimbia kwa makelele huku wakiwa wanatoa mashuzi. Hivyo ndivyo inavyokuwa surati surati Bakara. Sasa sikuambii unapoisoma katika dawa dawa kama hii na ukisoma kwa manuizi maalumu kwa ajili ya kinga, kila kitu kimondo kitakachokuja kwa, kwa wewe akikupati, biidhnillahi lkarim kinadunda na kuondoka. Lakini pia kama ni madhara kitapata madhara, yaani mtu amekunuia ubaya amekurushia uchawi, biidhnillahi lkarim ufalme ule utastawi vizuri kwa hiyo ni dawa hii, utaiweka utakuwa unaitumia kila mara, mara kwa mara kama mara kwa mara. Na ndugu zangu, nafikiri mpaka hapo, utakuwa umenielewa, na kama hujanielewa basi utanipigia simu kisha uweze kueleweshwa vizuri katika hilo, ila makusudi yetu tunataka wewe ustawi. Ufalme ukisha stawi ndugu yangu, utaona mambo yanakuwa super. Ufalme ukiwa kona kona, jamani, sisi wenyewe ni mashahidi hata katika serikali zetu hizi, serikali ikishakuwa haina umadhubuti jeshi likiwa haliko vizuri, vita inapigwa serikali hiyo, uchumi lazima utashuka, hakutokuwa tena na nguvu wala pawa yoyote, kutakuwa na udhaifu ni mkubwa, mtu yote ataingia na kuchukua chochote anachokitaka wa nje na kuondoka. Maana yake ni hivyo, na ndio maana kitu cha kwanza kabisa kudhibitiwa ufalme. Ufalme ukishadhibitiwa, basi hizi kinga, maana jeshi askari hawa wakae sawa hawa.